Ndugu zangu, mnakumbuka mwaka 2021 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alikuja Mwanza akaahidi atafanya haraka iwezekanavyo kuanzisha mchakato wa baraza la vijana la taifa. Baraza la vijana la taifa ni chombo huru ambacho kinakusanya makundi yote ya vijana, vijana wanaweza kukaa wakajadiliana na wakapanga mambo yao na, na, na watu pekee wenye jukumu la kuhakikisha huu mchakato unakamilika ni serikali ya Rais Samia kupitia waziri mkuu ambaye hiyo wizara ya vijana iko ndani yake, lakini mpaka leo ni miaka minne sasa, baraza la vijana la taifa halijaanzishwa. Maoni ya vijana, mapendekezo ya vijana, kero za vijana bado haziwezi kukusanywa zikawakilishwa kwa serikali tunaona hata wawakilishi wetu bado hawaendi kusemea masuala yanayogusa vijana. Ndiyo maana utasikia waziri mkuu anatoa kauli kama hizi kwamba vijana waliomaliza digrii waende VETA. Ni kwa sababu hawachukui maoni ya vijana walioko mitaani. Hawajui ni kwa kiasi gani vijana walioko mitaani wanataabika. Ni wakati sahihi wa kuhimiza serikali ya Rais Samia kuanzisha baraza la vijana la taifa, ili vijana wa nchi hii bila kujali itikadi zetu za vyama, tuwe na uwezo wa kukutana, kupanga mambo mbalimbali na mipango mbalimbali, kupeleka serikali kama mapendekezo, ili vijana tuweze kujipangia mipango inayoweza kutekelezeka na inayoweza kujibu matatizo na kero zetu kama vijana. Kuna siku moja nilikuwa kwenye kipindi cha televisheni. Nikakutana na mjadala wa, wa, wa vijana wa nchi ya Uganda, Burundi, Kenya na Rwanda. Ha, hawa vijana wanajadiliana kwa sababu nchi zao zinatambua uwepo wa mabaraza ya vijana ya taifa. Yaani vijana wakiwa na changamoto maoni yao yanapelekwa moja kwa moja kwa, kwa, kwa serikali. Wanakusanya vijana wenyewe <coughs> wanapeleka kwa serikali, serikali inayofanya kazi. Hapa kwetu leo, vijana wakiwa na changamoto, watasemewa tu kupitia majukwaa ya vyama vya siasa kama tulivyowaita sasa, lakini hakuna jukwaa maalum ambalo linaweza kukusanya maoni ya vijana na yakafanyiwa kazi, kwa tunaitaka serikali ianzishe baraza la vijana la taifa ili vijana tukutane, tujadiliane, tupange masuala mbalimbali yanayohusu maisha yetu. Kama mnaona kuna watu wanaitwa neto, wanaamua kuanzisha kikundi chao ambacho wanajadiliana hatima yao, hatima yao ya kupata kazi, kwa sababu hakuna platform maalum ambayo vijana wanaweza kuzungumza mambo yao.